Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa ataondoa vikwazo dhidi ya Siria kabla ya mkutano unaotarajiwa na kiongozi wake ahmed al-Sharaa. Trump amekubali kukutana na rais wa mpito wa Siria siku ya Jumatano nchini Saudi Arabia kama sehemu ya ziara yake ya Mashariki ya Kati, Ikulu ya White House imesema. Tangazo la kuondolewa kwa vikwazo hivyo lilipokelewa kwa shangwe katika mji mkuu wa Siria wa Damascus, ambapo nderemo, dansi na milio ya risasi ya kusherehekea ilisikika. Vikwazo vya Marekani hapo awali vilizuia ufadhili wowote wa wa kigeni ikiwa ni pamoja na msaada wa kufika Syria, na awali vilikusudiwa kuweka shinikizo kwa udikteta wa rais aliyeondoka madarakani Bashar al-Assad. Trump amesema mabadiliko ya sera yataipa Syria, akiambia kongamano la uwekezaji huko Riyadh ya Saudi Arabia, ni wakati wa Syria kung'aa. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Assad al-Shaban aliyesherekea uamuzi huo kama mabadiliko muhimu kwa nchi hiyo waziri al-shabani alionyesha furaha yake katika mahojiano na shirika la habari la nchi hiyo nchi ya siria inatazamia mstakabali wa utulivu kujitosheleza na ujenzi wa kweli baada ya miaka mingi ya vita na uharibifu alieleza shaban asilimia 90 ya wakazi wa siria waliachwa chini ya kiwango cha umaskini mwishoni mwa utawala wa rais bashar al asadi ambaye aliondolewa madarakani kwa kupinduliwa mwezi desemba mwaka elfu mbili na ishirini na nne nikiripoti Habari kimataifa, mimi ni Idi Mashaka Abdallah, Sauti Yetu Online TV.